Sasa tunapozungumzia kwamba kuna hitaji ya marekebisho, kwa maana tunataka kumvua madaraka au nguvu rais. mm -hmm. Na tukimvua rais, kuna haja gani ya kubaki yeye kama kubaki kama rais, au inabaki tu ni title lakini nguvu tunamtoa? Ah, hatumvui rais, anakuwa ni rais lakini anakuwa ana mamlaka kwenye serikali yani, eh, kwenye hii rasimu ya katiba mpya mm. yeah? ni kwamba ya Warioba ni kwamba rais yeye anakuwa ni, ni, ni mkuu wa serikali na anakuwa na mamlaka kama mkuu wa nchi, lakini anakuwa sio mteuzi wa vyombo vingine vikuu kama bunge na mahakama, ili hivi vyombo viweze kukuwa huru, kwa sababu inachotakiwa ni kwamba kuwe na ile separation of power kwamba bunge liwe na, na, na kwa sababu kazi zote hizi za vyombo vitatu ni kusimamia sheria. Bunge linatunga sheria, eh, serikali ina enforce ile sheria kuhakikisha eh, sheria inatekelezwa alafu mahakama inatafsiri sheria.